Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa kankono TV, tuendelee kutazama kinachoendelea huko Mashariki ya Kati na wakati huu tumtazame waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mimi naitwa Ramadhani Fupi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba kampeni yake ya kijeshi ya Rising Lion aliyoianzisha dhidi ya Iran itabadilisha kabisa muonekano na taswira nzima ya eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza katika mkutano wake na waandishi wa habari Benjamin Netanyahu amesema kwamba kufuatia mashambulizi yanayoendelea baina ya Israel na Iran basi lazima eneo la Mashariki ya Kati liwe na sura tofauti na sura iliyopo kwa wakati huu. Netanyahu aliongeza kuwa Israel itahakikisha inamwangusha kiongozi mmoja badala ya mwingine wa taifa la Iran ambapo kwa mujibu wa Netanyahu amesema kuwa hii kwanza itasaidia kubadilisha muonekano wa Mashariki ya Kati, lakini pili, Netanyahu anasema kuwa pia itasaidia kuleta mabadiliko kwa watu wa Iran namnukuu, tumeua viongozi wa safu ya juu ya usalama wa Iran wakiwemo wakuu watatu wa kijeshi, na jana tulimuua mwingine wa jeshi la walinzi. Tulimlenga mkuu wa kitengo chao cha operesheni. Tunamwondoa mmoja baada ya mwingine. Alisema Benjamin Netanyahu. Wakati Netanyahu akizungumza na waandishi wa habari, jeshi la Iran lilikuwa likirusha msururu wa makombora kuelekea Israel, huku vikosi hivyo vya Jamhuri ya Iran vikisema kuwa watarusha makombora kwenda Israel usiku kucha, na ni kweli waliungurumisha makombora hayo usiku kucha. Shirika la utangazaji la taifa la Iran Lilikatisha matangazo yake baada ya Israel kurusha kombora kwenye ofisi za shirika hilo la utangazaji la taifa la Iran, hali iliyopelekea mtangazaji aliyekuwa akitangaza mubashara kukimbia baada ya mripuko mkubwa kutokea, lakini baada ya muda mfupi matangazo ya shirika hilo yaliendelea. Hata hivyo, Donald Trump, rais wa Marekani, amekatisha mkutano wa kilele wa kundi la nchi saba tajiri duniani G7 unaofanyika nchini Canada kufuatia hali mbaya inayoendelea huko Mashariki ya Kati kati ya Israel na taifa la Iran. Viongozi mbalimbali mbali kutoka Ulaya na Kanada huenda wakaandaa taarifa ya pamoja kuhusu mzozo wa Iran na Israel, huku taifa la Ujerumani likisema kuwa linapanga kuandaa pendekezo la mwisho la tamko la pamoja, ambalo pendekezo hilo litasisitiza kuwa Iran haipaswi kwa namna yoyote kujiwezesha kutengeneza silaha za nyuklia. Na yeye Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kuwa viongozi wa G7 wana wasiwasi na mpango wa nyuklia wa Iran, huku akipendekeza kuwa kuna haja ya kufanya mazungumzo ili kumaliza mzozo wa Iran na Israel. Lakini jambo ambalo limewashtua wengi ni pamoja na kauli iliyotolewa na serikali ya Japan, ambayo ni mshirika wa karibu wa mataifa ya Magharibi, ambapo Japan kwanza imelaani mashambulizi yaliyofanywa na Israel huko nchini Iran. Pia Japani hiyo hiyo ambayo inaamini kuwa Israel inamiliki silaha za nyuklia, lakini inaikataza Iran kumiliki silaha hizo. Hii ni sawa na unyanyasaji. Japan imesema kwamba kama mataifa haya yanatakiwa yasimiliki silaha za nyuklia, basi ni vyema mataifa yote haya mawili yasiruhusiwe kabisa kumiliki silaha hizo, lakini si kulalia upande mmoja. Mfuatiliaji wa Kankono TV, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Naitwa Ramadhani fupi.